Meneja wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mbeya, Edna Sanyange, amesema mamlaka yake itaendelea kusimamia na kutekeleza sheria za kodi zinazomtaka kila mtu kwa nafasi yake alipe kodi na wala si vinginevyo. Taarifa zaidi na Usia Cheo kutoka huko mkoani Mbeya. Katika mkutano na wafanyabiashara na mkuu wa mkoa wa Mbeya Amos Makala, imejitokeza swala la utitiri wa kodi nchini. Kuna hoteli, kuna e, kuna taka, kuna kodi ya majengo, kuna umeme ambao tunalipia pale, kuna maji safi, kuna maji taka, kuna kodi ya ardhi ya jengo. Meneja kuna... wa mamlaka ya mapato Tanzania, TRA, mkoa wa Mbeya, Elisa Nyange, amesema wanafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Kila mtu lazima alipe kodi. Kodi zinatozwa kwa mujibu wa sheria, na kama bahati mbaya kuna utitiri wa kodi, TRA haina, haina, haina, haina, hatuwezi si kupunguza kodi, hatuwezi kukunoa utitiri wa kodi. Kwenye Bibilia waliposema ya Kaisari mpe Kaisari, kodi ya Mungu ya Kaisari kodi kutoka hapa Mbeya, mimi Nosecha wa TBC.